Mwanamchezo, baada ya draw ya kupanga makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika na ile ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika, basi makundi yamepangwa katika namna hii. Nani atatoboa kwa kila kundi? Tuanze kwanza kulitazama ama kuyatazama makundi ya CAF Champions League, tukianza na group A kwa maana ya kundi A au group A yupo Berkane, huyu ni mbabe wa Mnyama Simba akitokea pale Morocco. Yuko Pyramids ya Misri, mabingwa watetezi hawa. Wapo Rivers United, hawa ni kutokea Nigeria, lakini pia wapo Power Dynamo, hawa ni kutokea Zambia. Kwenye grupu B yupo mbabe Al Ahly Egypti kutokea Misri wapo Young Africans kutokea Tanzania hapa nyumbani, yuko As Farabati kutokea Morocco na JS Kabali hawa wakitokea Algeria. Kundi C kwa maana ya grupu C hapo yupo Mamelodi Sundowns wakitokea Afrika ya Kusini, wapo Alhilali kutokea Sudani, wapo MC arja na mwisho wapo wababe wa Orlando Pirates na wazungumzia Saint Eloi Lupopo ya Congo Diara. Kwenye grupu D yupo ES Tunis kwa maana ya Esperance de Tunis ya Tunisia. Yupo mnyama Simba kutokea Tanzania Dar es Salaam. Yupo Atletico di Petro hawa wakitokea Angola. Na mwisho yuko Stade Malien kutokea Bamako nchini Mali. Haya ndiyo makundi ya CAF Champions League wakipambana kuisaka robo fainali. Ni nani unamwona katika makundi haya akipenya na kuingia hatua ya robo fainali? Je, ni watoto wa nyumbani Young Africans na Mnyama Simba ama ni nani anaingia? Tuandikie maoni yako hapo chini kwenye comments, lakini pia usisahau kushare kulike, pamoja na kusubscribe channel hii ili uwe miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu za kimchezo punde tu zinapowekwa mahali hapa.